Hivi unataka nikwambie nini? We mwanamke, alafu unielewe. Nakuuliza kwa mara ya pili, unataka nisemaje ili nisema ili unielewe. Ni mara ngapi nakuambia sitake makelele yako mundani eh? Nashindwa kulala kule, nashindwa kufanya mambo yangu mengine. Kazi za ofisi zinanisumbua na makelele yako nyumbani yanisumbue. eti Yesu Yesu Yesu ndo nani? Yesu ndo nani kwenye nyumba yangu? Yaani mimi si lali, sifanye mambo yangu mambo. Yesu Yesu Yesu Yesu. Who is Jesus by the way? Eh? Yuzo mwangu. Mbona unafanya kufuru mwangu? Hivi unasahau kabisa kama ni maombi. Na wewe mbona unamuongelea vibaya? Yuzo yu, ni Mungu. Bila yeye, hivi watu singevipata bila yeye, Yuzo mwangu. Mbona umebadilika sana? Wewe unajua maana ya kukufuru? Unajua maana ya kukufuru wewe? Eti oh, Yesu ibariki ndoa yangu how come yani? Sikia ni nikwambie, mambo yako ya Yesu ni huko, lakini sio hapa kwangu. Kwa natamani urudi kwa yule yuzo ambaye mimi namtaka. Kwa nini yuzo wangu ameenda wapi? Listen to me, I gave you freedom to worship But not in my house. Nafikiri unanielewa vizuri. Nimekupa uhuru wa kusali lakini sio kwenye nyumba yangu. Nimejenga hii nyumba kwa gharama zangu, sijaona tofali wala rangi anaileta huyo Yesu wako, ni kwa pesa zangu na nguvu zangu binafsi. Sitaki makelele. Uhuru nao wa kusali lakini sio hapa, ni huko kanisani. Sitaki makelele yako, naenda kulala, sitaki makelele na kwenda

katika matumizi yake, lakini wala kusudi kufanya haya. Uh -huh. <laughs> Kwanza pole sana kwa sababu umekuwa ukipitia mambo magumu sana katika ndoa yako, lakini wewe sio wa kwanza. Asilimia ya watu wengi ambao wapo kwenye mahusiano hawafurahii mahusiano yao. Kila siku kuna kesi, leo mwanaume kafanya hivi, kesho mwanamke akafanya hivi. Kwa hiyo pole sana kwa hilo, lakini ningependa nikuulize swali, Upo tayari kumwacha mume wako? Kiukweli kiongozi, kwenye swala la kumwacha mume wangu siko tayari kabisa, kwa sababu ni mwanaume ambaye nampenda sana na, na nikiangalia kwa tulipotoka mpaka sasa, Nuna ni mabadiliko ya ghafla tu na ni majaribu ya shetani pia katika mitihani yake, lakini nikiangalia na nikiweka jitihada zangu mimi na Mungu wangu na mimi nipo siku mume wangu waza badilika na tarudi kuwa yule mume wangu wa mara ya kwanza kabisa wakati tunafunga ndoa. <laughs> Nikupongeze kwa mara nyingine kwa sababu umeonyesha wewe jinsi gani ni jasiri sana katika ndoa yako ni wanawake wachache sana anaweza kuwa kama wewe, lakini kukumbusha kitu daima, msaliti hawezi kusamehewa, na ndio maana mpaka leo Mwenyezi Mungu hajamsamehe shetani. Fanya kitu kimoja, Endelea kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ndoa yako. Kila unapofanya ibada, mwambie Mungu, zungumza na mume wangu. Mkabidhi mume wako mbele za Mungu. Nina hakika na nina imani, kuna siku atabadilika na atakuwa mume bora ambaye wewe siku zote ulikuwa na tamani. Haya, sawa sawa, nimekuelewa kiongozi. Pia nitajitahidi kulifanyia kazi. Vipi? Na hilo shuka vipi? Na mbona uko wapi? Sasa nataka nijifunike, njifunike nilale leo alafu <laughs> hivi for... ujaoga eh? Lakini uzu utabiaganisa hiyo. Mume wangu, mbona mi, kabla ya kuja kitandani, nilienda bafuni nikaoga tu vizuri kwa sababu toka uje hapa harufu imebadilika humu ndani. Mbona nimeoga harufu ya beberu kabisa naisikia, unasema umeoga? Halafu wewe unajua kabisa mimi ni mtu wa watu, napita najigamba kule kwa watu, oh, mimi ni mtu mkubwa, nina mke mzuri, sijui nafanyaje kwa wafanyakazi wenzangu. Halafu mwisho wa siku napanda kitandani harufu inabadilika. Eh, sikia, jitahidi muda mwingine wewe angalau unanawa na nawa basi kama unashindwa kuoga mwili mzima nawa wa jipulizie perfume kabla hujalala kitandani. Sasa hii harufu gani? Sasa mwanamke, usafi unaniharibia hali ya hewa. Halafu nimekumbuka umenikera sana leo. Umepika chakula umezidisha chumvi, halafu wakati nakula nilikuwa na hisi kiungulia. Unataka kuniharibu figo, mtoto mwanamke mwenzako sio? Sikia najipenda sana basi. We kama unipendi, mamangu ananipenda, tena ananipenda sana sasa kutokana na hayo makosa mawili na hili kupanda la kupanda kitandani likawa la tatu, nakupa adhabu mbili, uchague moja. Ya kwanza ukalale sebleni, au ukalale chini pale. Unachagua ipi kati ya hizo? Lakini mbona vitu ambavyo unaviongea sivielewi? Eh, na makosa ambayo unanitumu nao mimi sioni kama ana ukweli wowote hapo kama chakula nimekupikia mume wangu, chakula kizuri tena ambacho wanakipenda. Nimeingia bafuni nimeoga yuzo kweli? Kwa hiyo mimi nishakuwa kichaa siku hizi? Nakuuliza mimi, ni chizi wa kujiropokea ropokea tu na kuongea ngea ujinga hapa, sio? Sikia, mi ni mtu mzima na najielewa, alafu naheshimika huko mtaani. Rafiki zangu wakiniona wananiona mi smart, lakini nakuona mwanamke mchafu mchafu. How come? Eh? Okay, shuka. Toka. Au unataka niongeze action nyingine, basi saa miongo domanali hapo chini badala ya Sabrina ashu shuka, shuka basi mwanamke mchafu tu, sijui nilimwelea nini na ulale hapo mpaka asubuhi. ko suzerefianu nokomeka ni kokombili. Kiukweli Yuzo ni yamebadilika sana, yaani sio yule Yuzo ambao unamfahamu. Yuzo sasa hivi amekuwa ni mtu wa wanawake. Yuzo hataki ibada, Suzi. Yuzo hata anikuti hapo wanafanya ibada hata nipige, hata nitukana, hata ninyanyasa. Yaani ni vitu ambavyo unajua, yani nashindwa kuvielezea. Vitu vingine ni vya aibu ambavyo wananifanyia, Suzi. Yani kuna muda mpaka nachanganyikiwa, sijui nini nifanye wala sijui nini sikifani bana, anakosa maamuzi katika akili yangu. Pole hmm sana shoga yangu, kwa jinsi ulivyo sasa hivi na jinsi ulivyokuwa mwanzo tofauti, umebadilika sana, umeisha umechaka ja na umechakaa, anazidi kukufuja. Mimi chakukushauri tuyo, bwana achana naye maana iko siku atakuja kukuletea matatizo makubwa. Tofauti naye saa hivi hakufai kabisa, achana naye. Suzi huyu mwenyewe, unajua kabisa kwamba yule ni mume wangu halali wa ndoa, na nampenda sana mme wangu, lakini mi naamini yaye ni majaribu ya shetani tu, ambayo anajaribu kunipitisha, na pia hii ni mitihani ya Mungu na imani, ipo siku yatapita na mume wangu akarudi kuwa yule yule. Ulizo wangu majaribu ya shetani? Ipo siku atakuja kukuua, kama sio kukuua atakuletea magonjwa ndani. Sasa hivi magonjwa mengi sana, maradhi yapo nje nje. Uko nje, anakutana na sena disaini gani, tofauti gani eh? Bado binti mdogo sana, achana na huyo mwanamme, achana naye kabisa, akufai mimi nimekuelewa, nitajali kufanyia kazi ushauri wako nayachukia. Asante Baba, asante kwa kutulinda mchana kutwa mpaka usiku wa leo. Naomba tuongoze katika usingizi wetu Baba, Ondoa mapepo machafu, roho zozote chafu ambazo ziko ndani ya nyumba yangu. Naomba Mungu tuepushe na mabaya yote, ndoto mbaya, vitu vyote vichafu ambavyo vinatuzunguka, katika jina lako Yesu. Ndo nini sasa? na no. sinafanya ibada au nilikuambia nini kuhusiana na maombi yako? Lakini uwezo mume wangu, mi nilikuwa nafanya tu maombi ili tuweze kupata usingizi ambao ni mzuri. Sawa, ulikuwa unafanya maombi ndo kwa makelele? Yaani kila mtu hata majirani wanaopita huko, najua kabisa mtu anaomba huku ndani, au sio? Sikia basi, huu ni usiku, dunia imetulia, dunia ipo kimya, we unanipigia makelele, nahitaji kupumzika. We mbona kila siku nakuwa kivurugi, we mwanamke eh? Wewe shida yako ni nini? Au uhuru niliokupa kusali unakusumbua, eh? Unataka kuutumia vibaya. Unataka nikuzuia kabisa. Hapana. Nisamehe. Unaniletea taratibu ambazo zinipendezi hivi toka ufike huu mtaa, ushawahi kusikia sikia makelele usiku? Kwa sababu watu wote wa huko mtaa wanahitaji utulivu lakini wewe kila siku Yesu Yesu Yesu Yesu, eh? utabadilika lini wewe, yaani lini utachenji? Sikia nana, nikwambie, hii ni nyumba yangu na sihitaji mtu yeyote yule anipangie sheria. Nilikuambia sihitaji makelele nikilala, lakini wewe kila siku Yesu Yesu. Kwani huyu Yesu anakupa nini wewe? Lakini najua Kosa ni la nani? Kosa ni la yangu, ni la babu yangu ambaye aliniambia nikaoe kijijini. Aya, nimekuleta wewe, umeshaanza kunisumbua huku. Wewe utakuja kuniaibisha kwenye kitu kikubwa sana kuliko hata hichi. Sitaki makelele, sitaki makelele. Yaani mwafrika bwana akipewa uhuru anautumia vibaya sana, ndo hivi sasa. Sikia, mimi nataka nipumzike niache nipumzike. Sitaki uyamshe mashetani yangu, na hitaji kulala. Sitaki usumbufu wako kwa herufi kubwa, sitaki usumbufu wako, na nimekwambia hapo, Biblia kaleke kule ulale. Karibu Mungu. Asante. Meshindaji salam sa. Sasa leo natakiwa ulale hapa alafu nini, tenda kulala chumbani na mgeni sawa sawa, aina shida. Thank you. Mapenzi ya wezi na yachukia, oh, mapenzi yapite huko, nipite kivyangu, naendelea na maisha yangu, mana nateswa moyoni, napenda sipendwi, nijikondeshe na, na nguvu zangu yaacha, yeah, tunende zangu, oh, oh, oh, yeah, na yachukia